Karibu kwenye Kuku Kienyeji Hustle. Hapa tunaanza na kuku mmoja na tunatengeneza kesho yenye mafanikio. usisahau kusubscribe. Madhara ya chakula chenye ubora duni kwa kuku na suluhisho lake. Kuku wako wanakonda hata ukiwalisha, vifaranga vinashusha mbawa. Leo na kufichulia chanzo kikubwa kinachowawa taratibu kuku kukonda na kuchelewa kukua. Chakula duni huwa na virutubisho vichache kama protini, madini na vitamini. Matokeo yake kuku wanakaa wadogo muda mrefu, wanapunguza nguvu na hamu ya kula. Suluhisho: tumia chakula chenye protini angalau kumi na sita asilimia kwa kuku wakubwa, wape majani ya lishe kama mchicha, kisamvu majani ya muhogo yaliyochemshwa. Kupunguza uwezo wa kutoa mayai. Chakula kibovu, uzalishaji hushuka mara moja. Mayai yanakuwa madogo, maganda laini au kutotolewa kabisa. Suluhisho. Ongeza chanzo cha kalsiamu kama chokaa, ganda la mayai lililokangwa na kusagwa. Toa chakula cha layers chenye 18 asilimia protein. Kuku kupata magonjwa mara kwa mara. Kuku wanaokosa virutubisho huwa na kinga ndogo. Wanashambuliwa kirahisi na kuhara, gumboro, mafua ya kuku, kushusha mbawa. Suluhisho: Ongeza vitamini mara mbili kwa wiki. Wapatie dawa asilia kama tangawizi, ongeza vitunguu saumu. Kupoteza vifaranga kwa wingi. Chakula duni kwa vifaranga kina athari haraka sana, vinadhoofika. Havikui. Vinapata baridi na kushusha mbawa, vinakufa kwa urahisi. Suluhisho. Tumia starter feed yenye 22% 24% protein. Ongeza maji yenye glukose. Ongeza multivitamin. Garama kuongezeka bila faida. Unatumia chakula kingi, lakini matokeo hakuna, hasara tupu. Suluhisho. Tengeneza chakula chenye ubora nyumbani. Nunua kwa wauzaji wanaotambulika tu. Kama unataka kuku wako wakue haraka, wasiugue ovyo na wakuletee faida, epuka kabisa chakula chenye ubora duni.